Hello mambo vipi? Hii ni Vive Creatives kwa mara nyingine tena na leo nakuja na, leo, na, na brand new video ambayo itakuelekeza namna gani ambayo unaweza kutumia application ya Vidmate ku download picha, video au audio yote ile kutoka application yote ile, au website, au social media platform yote ile. E, inaweza ikawa ni Instagram, inaweza ikawa ni TikTok, inaweza ikawa ni Facebook, inaweza ikawa ni Snapchat, inaweza ikawa ni Telegram au hata Pinterest ambao watu wengi zaidi wanakuwa wanahangaika ku download video kutoka kule. Ukitumia application ya Vidmate, unaweza ka download. Na namna gani sasa ambavyo unaweza ka download? Leo naenda kufundisha ni Mr. C kutoka Five Creatives hapa hivi. Na kama una application ya Vidmate kwenye simu yako nikukumbushe tu download. Na leo nitakuelekeza step by step kwenye kila application ambayo unaitumia wewe kila siku kwenye maisha yako ya kawaida. Na tunapoenda kuanza, tuanze na application ya Instagram. Unachotakiwa tu ni kuja kwenye simu yako baada ya kuwa umeinstall Vidmate, lakini kwenye simu yako ingia kama ni Instagram. Ukiingia Instagram, wakati Instagram ikifunguka hapo utaitafuta ile video au picha yote ambayo unaitaka, labda wakati wa kuscroll hapa na pale, utabonyeza kialama hiki kama triangle ambacho kinamaanisha kushare, hiki kialama cha kushare. Ukibonyeza hiki kialama cha kushare moja kwa moja utaona hapa chini kuna simu imeandikia copy link. Ukibonyeza copy link tu itakwambia link copy. Ukikopy link unachokifanya baada ya hapo ni kwenda kuifungua Vidmate kwenye simu yako, na kama ulikuwa ushaifungua Vidmate kwenye simu yako, kitakachokuja ni alama kama hiyo ya mshale mwekundu. Nitakwambia maana ya huo mshale mwekundu baadaye, lakini unachokifanya baada ya kuwa umekopi link, unachotakiwa tu ni kwenda kuingia moja kwa moja Vidmate kwenye simu yako, ifungue Vidmate kwenye simu yako, na kuna icon kama hiyo, kuna notification kama hiyo itakuja. Ni bonus tip ambayo nitaitoa mwishoni mwa video hii, hapa faida ya kile kimshale na hiyo notification inayokuja hapo. Sasa baada ya hapo umesha copy link kule, unachotakiwa tu ni kuja kupaste hapa juu kwenye sehemu ya ku search ukiwa kwenye application yako ya Vidmate. Baada ya ku search, baada ya ku paste una search. Ukisearch tu yenyewe itaingia moja kwa moja kwenye Instagram account yako. Kwa mfano, mimi hapa nimeingia kwenye account yangu ya Instagram na baada ya hapo, ili ku download tutabonyeza chiki alama chekundu cha mshale. Ukishakibonyeza, hapa chini kabisa utaona download. Na hii ilikuwa ni image, sio video. Kama ni image pia utabonyeza download. Kama ni video pia utahitaji itakuletea hivyo hivyo, itakuandikia ni mp4, uta download hapo. Na kuwa nimemaliza kwa upande wa Instagram, na hapa, hebu nikuelekeze kwa upande wa Twitter maarufu kwa jina la X kwa sasa hivi. Ukiingia Twitter, na hapo kwa mfano video kama hii hapa ambao waliposti Azam, waliposti Azam video kama hii hapa ukiitaka, baada ya kuingia Twitter, na angalia sehemu ya kushare sema ya ku share ukicheki, tuiangalia kama vinavyofanya baada ya ku paste link. Hii hapo imenipeleka Twitter tena, ikimpeleka Twitter itaniletea kile kialama kimshale chekundu kama kilivyokuja Instagram. Umekiona hicho hapo. Baada ya kuwa imekileta kazi yako ni kubonyeza tu hicho hapo. Ukikibonyeza download itakuja. Baada ya kuwa umedownload itaingia kwenye simu yako moja kwa moja na kama hauna Twitter kwenye simu yako, nikukumbushe tu au X kwa jina maarufu. Usiache kuangalia kwenye description yako nimekuwekea link inayoelekeza namna gani ya kudownload mtandao huu hapa wa Instagram au na mtandao huu hapa wa Twitter maarufu kwa jina la X. Okay, na utuhamie upande wa YouTube. Ukiingia YouTube utakutana na video nyingi nyingi nyingi nyingi sana. Sheria ni ile ile, ni copy link, ingia Vidmate, paste link yako itakupeleka moja kwa moja kwenye kudownload tu download. Ukiingia YouTube kwenye video yako pale utaona neno share, bonyeza share, copy link. Baada ya copy link, rudi Vidmate moja kwa moja. Ukirudi Vidmate tena, kama kawaida, utapaste link yako na ukipaste link yako na kwa upande wa YouTube kama kuna changamoto yoyote kwenye upande wa kushare au ku copy link, kuna video ambayo nilitengeneza special kabisa inayoelekeza namna gani ambayo unaweza ku download video ya YouTube kwa kutumia Vidmate. Kwa hiyo kama hujaelewa kwa upande hapa, namna ya kudownload video ya YouTube, usiache kuangalia kwenye description yangu, hapo nimewekea link ya video ambayo inakuelekeza vizuri vizuri vizuri namna gani ambayo unaweza ku download video ya YouTube. Na kwa hapa, hivi ngoelekeze tu, baada ya kuwa umecopy link yako kwa YouTube, pia utaingia Vidmate. Ukiingia Vidmate, utacopy utapaste ile link ambayo ulicopy kule YouTube. Baada ya kume paste linki itakuletea ile video yako ambayo uliona kule YouTube, kama kawaida ambavyo tulifanya kwa upande wa Instagram, tulifanya upande wa Twitter, na kwa YouTube pia utaratibu ni ule ule. Baada ya kume paste linki yako video yako itafunguka, kama unavyoona, video ile ile ambayo tulikopi link yake imefunguka. Na upande wa Vidmate, mtu anachotakiwa tu kubonyeza kile icon cha download ambacho kimekaa hapo mkono wako wa kulia hapo juu, chekundu kabisa. Ukibonyeza hicho hapo, utabonyeza neno download. Na baada ya hapo, nikuelekeze pia, kuna mtandao unaitwa Pinterest ambao watu wengi pia mjui sana, ila huwa hapa ni mtandao ambao unaweza kudownload picha nzuri kwa quality kubwa na video pia mbalimbali. Ukiingia Pinterest pia ukikuta picha au video mbalimbali, unachotakiwa tu ni kuiklik ile video au picha unayoitaka ukisha ikliki, na nikwambie tu, kwa upande wa Pinterest utakuta vitu vingi vizuri, lakini shehisho ni kwamba huwa mara nyingi haviruhusu kudownload. Kwa mfano video nyingi kwa upande wa Pinterest hamna sema ambayo itakushow kudownload kwao. Unachokifanya, ukifungua video yako kama hii hapa, bonyeza via icon vitatu hivyo vya alama vitatu kwa juu pale. Baada ya hapo, utaona copy link, neno copy link hapa chini kwenye kitabu ambacho kitakuja. Ukicopy link, itakwambia link copied. Baada ya hapo, ingia vidmit kama kawaida. Ukiingia vidmit sheria ni ile ile, kupesti link yako pale, na baada ya hapo itakuleta Pinterest, itakupa icon ya kudownload. Hivyo ndo tunavyofanya kwa upande wa video pia za Pinterest. Haijalishi ni mtandao gani, hata kama ni Facebook, ukiingia, kama ni picha au ni video yoyote, unachotakiwa tu ni kukopi linki yako ambayo ile video au picha ulioona kisha description yangu hapo, nimekuwekea namna gani ambavyo unaweza kudownload, na kama kuna changamoto yoyote ya kudownload mitandao yote kati hii hapa, ambapo nimekuelekeza video zipo kwenye channel, ambapo nimeelekeza namna gani ambavyo unaweza kudownload, ijalishi ni Telegram, ijalishi ni Instagram, ijalishi ni Facebook, ijalishi ni nini. Na kabla sijamaliza, nikupe bonus tip moja tu, ambapo nilikupromise hapo nyuma. Nilikwambia nitakuelekeza kazi ya home share na notification nao kuja. Uzuri wa Vidmate ni kwamba ukishayadownload kwenye simu yako, baada ya kuwa umecopy link tu pale, itakuletea hiki kialama hiki kialama, ukidownload hata bila kwenda Vidmate utaweza ku download video yako kwa urahisi zaidi. Na kazi ya hii hapa, notification na akujaga hapa yenyewe ni kwamba hutakuwa kwa okay no na haja ya kupaste link kule juu, kama endapo ukiingia video baada ya kukopi, utakachotakiwa tu ni kubonyeza hapo okay, na ukibonyeza itakupeleka kwenye kudownload moja kwa moja, hadi wakati mwingine utatibu ni ule ule copy na kupaste. Tumepatana, ni Mr. C hapa kutoka Vive Creatives, tukutane video ijayo, chao.